Wa magenderero nakoreta omorembe noobomo na ase ense ya Kenya nigo bamorereire ase okobagania barai bandaiga ase ense ya Kenya kwegia omobwekanonyegosira Odinga nakoenekia buna abakenya ngosuka bare bosio asomorembe obomo obororo amo na magenderero Brighton, McCauley, na makori natwareganirie roboti orwo asenchira yoboime na asenchira yobikerano abarayi abo nigo amotogiri Raila asokovika uvurosovuya asenze ya Kenya hasabarahive kanisa na varavwo vatogiri Raila aso kubwatania bakenya. Mzee alikuwa akituambia ya kwamba tuhubiri Injili ya Mungu na tusingie kwa siasa, ingawa kuna wakati tulikuwa tukisema ya kwamba siasa na Injili ni kitu kimoja sisi tunasema lazima mtu aokoke, na yeye ya anayehubiri kwa mrengo huo ambao alikuwa. Lakini tunamshukuru kwa ajili ya heshima ambayo alikuwa nayo, sio kwa kanisa peke yake ya Anglikana, lakini makanisa yote, hata ibada kama hii ya leo na ya kesho, ingawa itaongozwa na Waanglikana, lakini tumewakaribisha wengine. Leo tumekuwa Kisumu pale baba alipowasili, na ibada imeongozwa na sisi waanglikana pamoja na wale maaskofu wa Kisumu akiwemo askofu mstaafu ambaye ni Zaki Osokos komendani go Padre Unao gokua kwa raira nigo kwa bere wa kwa konene kochi ase aba Kenya. Kwa hakika amepigania sana nchi yetu ya Kenya. Uh, kutoweka kwake itakuwa balaa katika nchi yetu ya Kenya, kwa sababu sasa hakuna mwenye atasimamia mwananchi wa kawaida sasa tumepoteza kiongozi shupavu na tunaomba Mwenyezi Mungu amweke roho yake mahali pema peponi. Ningependa kukumbuka baba kwa sababu alikuwa mtu shujaa wetu, na ningependa kusema ya kwamba wanafunzi wa Ogande Girls walihuzunika sana kusikia kifo ya baba, na sisi sote tuko na huzuni na tunaomba uh, roho ya baba iwekwe mahali pema peponi. Ah, sense niga warahi korua baruya kisagu kia varuya vanyara wagwika sensemeyo ya bondo asogwaka esikoyo mwelio ochiasi Raila Odinga. Imekuwa delegation ya kutoka Busia, ya wazee wa Busia wote watu wa ker na wazee wa Luya wote ambao wamekuwa pamoja kuja kuomboleza mzee wetu kwa kulingana na mila na utamaduni wetu kolingana no mgavana wi kaunti ya Busia sasa kusema kwamba ile spiriti ya mzee iweze kupumzika kwa amani. Mwenyezi Mungu sasa ampe raha ya milele na ampumzishe. So ni ile tu tukuwachilia spiriti yake, tunakubali kwamba baba ulikuwa umetuchunga sana, ile maadili yako ndio itabaki na sisi, lakini hatutaki kukushikilia ili tukufungie njia yoyote. Tunawachilia spiriti yako uweze kuenda kupatana kule na wakina Jaramogi Odinga wakina Kenyata wakina Nkuruma bila wuliweza kusikia. So hiyo ndio maana ya sisi kuja hapa leo oigoni aerera una barabuoniawavaire wagasoma mange age siasa kuruase raira wengine kutoka tukuzwe hatujajua baba mwingine wa siasa kutoka tukiwa katika vyuo vikuu, ule mwenye siasa ambaye mzee wetu, ambayo, ambayo sisi tumejua tu ni mzee Raila Amolo Odinga baba yetu ambaye ndiye ameweza kutufunza kisiasa na maadili yake kubwa ilikuwa kwamba ni maisha bora kwa Kenya, maisha bora kwa kila Mkenya, haki ya binadamu, demokrasia. So hizo ndio kumbukumbu, sisi tunasema baba ametuachia katika damu yetu iweze kutembea. Ah, sisemaye George kwa jackoya niga deruna niga tigaire buna entakana ya ge siasa asabeire kagosoma mange korwase raira and uh, i know we are all going to die